Eh, ndugu zangu watazamaji, mimi ni ndugu yenu ninaitwa Sheikh Abdallah Saleh Ramadhani Ndauga Asa, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Haiatul Ulama hmm. Naam, kuhusiana na m, masala ya semina na hilo ni jambo muhimu sana, kwa sababu katika hmm. Uislamu taratibu za Uislamu, mm-hmm. jambo lolote hautakiwi uliingie mm-hmm. ila uwe na elimu nalo hakika. Kwa hiyo Jamarati, kwa kuzingatia umuhimu huo mm-hmm. e, tumekuwa na maandalizi ya semina, semina ambazo tumeziendesha katika uweledi mm-hmm. na hali ya juu na tumejaribu kurejea na kukariri maeneo muhimu. Tumewafundisha watu thiore, ile nadharia yenyewe ya ufahamu wa hija kama kuifahamu. Tumewafundisha umuhimu wa hija, lakini tumewafundisha kivitendo namna gani hija inavyoanzwa, na tumejitahidi kabisa kuwakatia vipande.